Wasiliwa kutoka mkoani Geita kwa taarifa hiyo, na tunaelekea kule mkoani Tabora, magharibi mwa Tanzania. Kutokana na kukithiri kwa uwepo wa magonjwa yasiyo ya kuambukizwa ikiwemo kisukari, presha na uzito uliopitiliza, Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tabora Kitete imetenga eneo maalum la kufanyia mazoezi ili kupunguza wimbi la ongezeko la magonjwa hayo yasiyo ya kuambukizwa. Taarifa ya mwanahabari wetu Solomon Yohana kutoka Tabora inafafanua zaidi. Akizungumzia uanzishwaji wa eneo hilo la mazoezi, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Daktari Joakimu Eyembe anaeleza lengo la kuanzishwa kwa mkakati huo hospitalini hapo. una washauri wagonjwa wetu wanapokuja, fanyeni mazoezi, lakini hawaona sehemu za kufanyia mazoezi. Zipo gym chache, tunawashukuru wale ambao wanazo, lakini tukaona sisi kuna ulazima wa kufanya hivyo. Tumeongea na wataalamu wetu wa eh, mental health, daktari Saumu na fimu miongea naye mwingia na physician wote wanawaambia, tuna-tunasema kabisa nitawapa mfano rahisi tu kwenye kutibu ugonjwa wa hypertension, pressure, high blood pressure, kuna hatua tatu nne hivi. Ya kwanza kabisa huwa ni mazoezi, yaani ukija wewe siku ya kwanza, mimi nikajua kama una pesha, nitakushauri ukafanya mazoezi bila kukupa dawa yoyote. Kwa hiyo utaona kwamba ni kwa nini tunaona kwamba ni Uh, hii sisi kwetu ni milestone kubwa sana. Kwa upande wao daktari bingwa wa magonjwa ya ndani Daktari Patrick Bilikundi na mtaalamu wa afya akili Daktari Saumu Kimaro, kila mmoja katika eneo lake wanatanabaisha jinsi jimu hiyo itakavyowasaidia wagonjwa mbalimbali na wasio wagonjwa katika hospitali hiyo. Sasa upatikanaji wa hii huduma katika hospitali yetu utanisaidia mimi kama mtaalamu kuijumuisha katika huduma zangu za kila siku kwa wale wagonjwa wenye changamoto hizo waweze kuhudhuria na kufanya mazoezi yaelekezi chini ya wataalamu ili waweze kusaidia katika kuweka sawa changamoto ya presha na sukari. Kwa takwimu ndogo tu, unajikuta mtu ambaye anaweza akafanya mazoezi mepesi kupitia vifaa hivi kwa, kwa takriban ya dakika 30 kila siku kwa muda wa siku tano hadi saba anaweza kupunguza uzito wake hadi asilimia kumi ya uzito ndani ya mwezi. Ni kwa nini tunasema? Kwa sababu mazoezi, mtu anapokuwa anapata hii changamoto ya unyogovu mara nyingi anakuwa na ile hali ya uh, upweke au anajikuta anakaa peke yake. Sasa ukija kwetu sisi, kwa maana sisi wataalamu wa afya tunasema ule upweke tunatakiwa tuuondoe. Tunauondoa namna gani? Inatakiwa uje kwenye eneo la mazoezi. Nao baadhi ya wakazi wa mkoa wa Tabora wanadadavua jinsi jimu hiyo itakavyoimarisha kiafya na kuwaondolea magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo ina maana labda huenda kule tunaposhauriwa mtaani hatutekelezi jinsi tunavyoambiwa na daktari mona kwa hiyo ina maana wameona bora wafanyaje, watusogezee huduma karibu hapa. Kama mtaani tutashindwa, tuje hapa karibia na hospitali, huenda tukakutana labda na daktari, na yeye mwenyewe mule mule ndani anafanya mazoezi, akazidi kunipa nani, kunipa ushauri vizuri zaidi n yaani, hadi watu wanavyozidi kuja kupata matibabu. Pindi unapogundulika una sukari una nini, basi utapewa ushauri na madaktari moja kwa moja, utaanza jimu. Kwa hiyo utakuwa ni mwarubaini wa kuondoa magonjwa kama hayo, kisukari, presha hata msongo wa mawazo kwa sababu unapofanya mazoezi kuna vitu kwenye akili vinapungua. Kwa hiyo mimi ni niseme tu ni wito kwa sisi watu wote wa manispaa ya Tabora, tuje tufanye mazoezi kutoka hapa katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa tabora Kitete. Solomon Yohana, Hope Channel Tanzania.